Unajua, zamani ilikuwa inaonekana wanaume wa Nigeria ana watu fana ndio kubwa wana hela, lakini ubwana akaenda kubadilisha mtazamo, anaonekana kama wanaume wa Tanzania wana hela, kana wanaume wa Tanzania kwa ajili kupitia harusi. Sasa ubwana asingekuwa na ndoa, asingeweka wekezaji katika ndoa, ina maana tusingeonekana hivyo. Kwa kitu kimoja tu kimebadilisha mtazamo mzima. Napongeza sana Jux, lakini kwa kipekee kabisa ni washukuru, japo ni vitu wa kutoa neno lakini sana maneno mengine nakuwa binafsi, kwa shukuru vyombo vya habari, lakini Watanzania wenyewe hii harusi ya Jux wameibeba kwelikweli. Yaani, tumeonesha kwamba huyu ni mtu wetu na hili ni letu na haliwezi kudondoka. Ukiangalia leo kwanza kwenye red carpet ma celebrities wageni no, ni kama Marekani, kila mtu kaja kwa namna yake, lakini hayo yote yametokana na namna tunampenda ndugu yetu Jux, na watu wamemwona kujitoa, watu wameingia mfukoni, wamevaa manguo yao ya gharama. Jux, watu wanakupenda sana. Mimi katika mambo ya ndoa Make kwanza hapo. Tucheke. <laughs> Tunakuombea dua. <laughs> Inshallah. Katika mambo ya ndoa siwezi kuwa mshauri sana kwa sababu wanajua kama mnavuelewa lakini <laughs> <laughs> ndugu yangu mimi nitakushauri tu kwamba binadamu yeyote mnavokaa kwa pamoja, kwa namna moja au nyingine, lazima yakitokea kugharafiana kwa kukwazana, ni kibinadamu, inatokea. Sasa unavotokea kukwazana na mwenzi wako, kumbuka mazuri yenu mliyoanza nayo, kumbuka moyo wenu wa kupendana, kumbuka nia yenu njema. Na kama unavyojua wanawake, hawa viumbe wakatumgeaza kwa wanaasira, wakaongea maneno ya kukwaza kwelikweli sasa, mimi nakuomba ndugu yangu wavumilie kwa sababu Retro. Mimi na experience dogo katika hilo, nishapokea maneno mengi yenye hadha na namna nimedili nayo na, na matokeo yake na nanafahamu sharkombe bwana harusi uvumilivu au viliwana we natuhakiisha sisi wote kwenye nchi kuomba uvumilivu, lakini Mwenyezi Mungu awajalie enu, ndoa yenu ya heri idumu iwe na upendo ikajibu. Tunasikia chini chini watu wanasema kuna mtoto tayari, na mtoto akawe kweli, akitoka wena baraka awe na maisha marefu. Mungu ampe hekima, upendo, talenti kama wewe baba yake, awape nyota kama ni wazazi wake, awape maendeleo, kukubali, akubalike na watu kama watu wanakubalika. Mi sina mengi, nakushukuru sana, asante. Asante kwa kutuunganisha pamoja, o tumekaaatofauti raha, as we speaking, hicho sio tu la Tanzania, sio tu Afrika, ulimwengu mzima, jicho liko hapa, lakini imetokana na harusi auakuugasauna exactly. yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah, kutegemea mshauri wangu mkuu sana kwenye mambo haya ndoa, harusi